mkulima na mfuatiliaji wa channel ya Minja Kilimo. Kama kawaida, kazi yetu Minja Kilimo ni kukuletea maarifa na kukufikishia popote pale ulipo, na leo nina jambo la msingi sana. Nataka kuzungumza na wewe mkulima, hasa mkulima wa mboga mboga, lakini hii haimlengi mkulima wa mboga mboga peke yake. Hii ni kwa mkulima yeyote yule ambaye anahitaji kutumia mbolea kwa manufaa, lakini zaidi wewe wa mboga mboga, hii itakuhusu zaidi. Ninataka kuzungumza na wewe kuhusiana na mbolea ya kupandia, umuhimu wa mbolea ya kupandia. Mbolea iliyoko mbele yako ni mikrop mbolea ya kupandia, mikrop mbolea ya kupandia, na ikumbukwe hii ni mbolea kutoka Yara wanayo, mbolea, kupandia, wanayo, mboga, wanayo mbolea, ya Sa, mikrop mbolea ya kupandia, lakini wanayo mikrop mboga mboga, lakini wanayo mikrop mbolea ya kukuzia. Sasa leo tunazungumzia mikrop mbolea ya kupandia sasa. Twende pamoja nami nikakueleze undani na umuhimu wa mbolea ya kupandia. Wakulima wengi wa mnachukulia poa sana ishu ya mbolea ya kupandia, hatua ile ya awali. Unajikuta mkulima unavusha, hautumii mbolea ya kupandia, lakini ni kwa sababu haufahamu. Unapoacha kutumia mbolea ya kupandia, unakuwa umepoteza vingi sana. Sasa leo kwenda kukupa siri hiyo. Kaa pamoja nami, tazama video hii mpaka mwisho Inaweza ikawa ndefu sana, lakini itakuwa na manufaa kubwa sana kwako. Usirushe, tazama video hii mpaka mwisho. Twende pamoja. Sasa tuanze kuchambua kitu kimoja baada ya kingine. Sasa kwa kuanza darasa letu, tuanze na kusoma kusoma mfuko huu wa mbolea, uh, nutrients zilizopo ama ingredients zilizopo kwenye mfuko huu. Na ikumbuke tu kati ya elimu ya msingi ambayo mkulima anapaswa kuwa nayo basi mojawapo ni elimu ya kusoma namba zilizoko kwenye mfuko wa mbolea. Na nimekuwa nikisisitiza sana jambo hili kwa sababu lina umuhimu. Na ndio maana kwenye kitabu chetu cha matumizi sahihi ya mbolea kwa mmea tumeieleza kwa undani sana. Tumeeleza jinsi ya kusoma namba zinazoonekana kwenye mfuko wa mbolea ambazo zitakuwezesha kufanya machaguzi na kujua mbolea hii inatumika katika hatua gani. Sasa, tukaanza kusoma mfuko huu tuone zilizopo ni zipi na tuweze kutambua mbolea hii inatakiwa itumike kwa hatua gani. Katika mfuko wetu huu wa mo mbolea ya kupandia tukiangalia, uh, ambacho ninakusisitiza ujue kukisoma ni hiki hapa, mkulima, hizi namba hizi, uh, ama hizi content, ah, hapa amekuandikia content, kaanza na 17